Mpenzi mtazamaji wa chaneli ya Unyama TV leo, nimekuletea kipindi kizuri. Uh, ni jinsi gani utaweza kufuta account yoyote ile kwenye simu yako ambayo pengine ulitengeneza kimakosa. Uh, sasa unataka ufute, alafu utengeneze nyingine. Ya, sasa ni rahisi sana, ni rahisi cha msingi. Kama wewe ni mara ya kwanza kutazama video zetu, basi ni vyema zaidi ukasubscribe chaneli hii, ili ukawa ni mtu wa kwanza kutazama video zingine, maujanja ujanja mengine nitakayoweza kuyapost. So cha kwanza kabisa utakwenda kwenye faili lako la la setting ya hapo, utaweza kujifunza njia tofauti na rahisi kufuta akaunti yoyote, iwe ni Facebook, iwe ni TikTok, iwe ni uh, WhatsApp. Yani ni dakika chache sana, utakwenda kwenye faila setting, yes kama hivi ya yeah, ukifika hapa una scroll hapa chini, kuna sehemu pameandikwa Google A, yes, yeah, hapu, vi, his, him, uh, ku, hapa hivi yes, unakwenda kubonyeza yeah. Ukibonyeza hapo watakuletea option kibao kama vile, lakini wewe utakwenda kuchagua hii sehemu kwa ajili ya kuenda kuondoa hiyo akaunti. Utabonyeza hapa hivi yeah, unabonyeza kibonyeza na kuleta sehemu kama hii. So ukifika hapa, unakwenda kubonyeza hapa manage account on this device. Hapa, unabonyeza. Yes, ukisha bonyeza na kuleta sehemu kama hii hapa. So cha msingi kabisa hapa. Sasa hapa ndo utakwenda kuangalia sasa ni akaunti gani ambayo unataka kufuta, au unataka kuitoa. Kuna Facebook, kuna Google account, kuna like, kuna message, ile ile message ya kwenye Facebook, kuna phones, TikTok, Facebook i mean, hapa WhatsApp. Na kama kuna eh, kama kuna kuna program ambayo huioni, kuna sehemu hapa chini pameandikwa add account. Ukibonyeza hapo utaona, utaona programu zote kama hivyo navyoona. So sasa hapa utakwenda kuangalia ni akaunti gani ambayo utakwenda kufuta. Mfano, mfano twende kwenye hii eh, techno id yabonyeza hapo. So kama unavyoona hapa kuna remove account, so mpaka hapo ukibonyeza hapo remove. So ya we, atujaribu nabonyeza hapo remove kama hivyo wanakuletea hapa chini remove account, kwa ukibonyeza hapo moja kwa moja remove account unakuwa tayari umeshaitoa account ambayo wewe hauitaki kwenye simu yako, au unataka utengeneze account nyingine. Kwa ukibonyeza hapo moja kwa moja utakuwa umeweza kuitoa account na kuwa umeifuta. So hii ni njia rahisi sana, ni njia ambayo haiko complicated sana. Kuna WhatsApp ukitaka kuifuta unafuta kama hivyo, bila shida yoyote. Kama ni Facebook, kama hivyo, unaweza kufuta kirahisi sana bila shida. So mpaka hapo, naamini utakuwa umenielewa vizuri. Uh, asante sana kwa kutazama video hii. Cha msingi zaidi, uh, usisahau kusubscribe channel hii ili ukawa ni mtu wa kwanza kutazama video zingine zijazo. So, bye, bye.